Maisha ya shule nayo yanakuwaga ni kama trap, unaona bwana, na watu wengi kwa bahati mbaya hujikuta wanaingia kwenye hiyo trap pasipo kujua, eh? Sasa inakuwaga hivi, unajua ukiwa shuleni, uh, uko chuo whatever, kunakuwaga na lile group la watu ambalo unaweza ukajikuta uko nalo, eh? Group la wana washikaji, nini eh? Mabesti, wanawake wanasema mabff, eh? Yani ni watu ambao wanakuwa ni wakaribu sana, ambao labda mnakuwa mnashirikiana mambo mengi sana e, kama ni discussion e, kama ni kutoka out kufanya nini, yaani wanakuwa ni watu wakaribu sana. Sasa hili group linaweza likakufanya ukajisahau, unaona bwana, yani ukajikuta kwamba unaamini kwamba wale watu wote mnafanana yaani kwamba hata maisha nini mnafanana kiasi kwamba anachokifanya mtu mwingine na wewe ndio hicho hicho unafanya, au mtu mwingine asipofanya kitu fulani na wewe ufanyi ufanyi, unaona, kwa sababu unaona ni kama mnafanana, yani kwa sababu mko shuleni pale, mko chuo nini, unaona maisha si ndo haya haya tu, eh huyu mshikaji wangu, mbona wote nini? E, na sio kwamba mnakuwa hamjui mnachokifanya kwamba hamko shuleni. Linaweza kuwa ni grupu la watu ambao mko dedicated kabisa, mnajua mnachokifanya mnasoma na nini, unaona, lakini tu ni ile kwamba mnajikuta mmeathirika eh, kwenye kuamini kwamba wote mnafanana kiasi kwamba eh, wewe binafsi unashindwa kufocus kwenye maisha yako binafsi, unashindwa kutarget kwamba kuna maisha baada ya shule eh, unashindwa kufikiria kwamba kuna maisha baada ya chuo ama kwamba pamoja na kwamba wale ni washikaji zako, wale ni watu wako, lakini kila mtu ana maisha binafsi, unaona. Kwa hiyo sasa, hicho kitu kinaweza kikakupelekea ukashindwa kufanya mambo ambayo binafsi ulitakiwa kuyafanya ili kutimiza ndoto zako wewe binafsi, kwa sababu baada ya chuo ni, ni less likely kwamba hao watu mtaendelea kuwa pamoja katika mazingira yanayofanana. Unaona, mara nyingi magrupu kama hayo huishia shuleni na baada ya hapo, kila mtu anaendelea na maisha yake, na wakati mwingine hata mawasiliano hupotea. Unaona, lakini wengi husahau, unaona sasa ndo hicho sasa kinatokea kwamba unaacha kufanya mambo ambayo binafsi wewe ulitakiwa kuyafanyia kazi eh, ili mwisho wa siku ya kufikisha kwenye sehemu unayotarajia kufika, unaona na unakuja kukumbuka muda umeshaenda. Unaona, labda chuo sasa kimeisha eh, umemaliza chuo, shule umemaliza, ndo unakuja kukumbuka. Na bahati mbaya kabisa unaangalia wale washikaji zako eh, uliokuwa nao sasa, mliokuwa grupu moja, wao wako mbali sana. Yani kumbe hawakuwa hata wenzako aise, inaumaga sana aise, inaumaga sana. Na kama uko chuo sasa hivi ama uko shuleni, epuka sana kufanya hilo kosa. Una washikaji zako ndio, una mabesti, una maswaiba, ni fresh kabisa, sawa. Mnaweza kushirikiana Mm, um, mnaweza kufanya mambo mazuri pamoja, lakini usisahau kitu kimoja muhimu sana, kwamba kila mtu ana maisha yake. Sasa wewe usipofanya mambo fulani kwa ajili yako wewe mwenyewe ukitegemea kwamba wote mnafanana tu, ambona washikaji zangu tu wao pia hawafanyi kitu kama hicho. Eh, ah, sasa si fresh tu maisha, si ndio haya haya? Utakuja kuumia baadaye especially utakapo realize kwamba wale hawakuwa wenzako, trust me eh, mnamaliza chuo, wewe unajua kabisa ulikotoka hakueleweki, lakini wenzako unashangaa tayari wao maisha walishaandaliwa eh, na wazazi wao whatever watu wana connection unaona, unashangaa na wakati huo mawasiliano mara nyingi yanakuwaga hayapo kivile, yani ni ile tu unaweza ukampigia simu akakupigia simu nini fresh, lakini sio kama mlivyokuwa chuo. Inaumaga sana hiyo, unaona. So, jitathmini, jitafakari. Wakati wa chuo, wakati wa shule, ndo wakati ambao wewe personal unatakiwa ufocus kwenye malengo yako, ujue unatakiwa ufike wapi, unaona. So, Interact na watu lakini kuwa na mipaka eh? kuwa na personal goals, kuwa na weka set, um, seti mambo fulani kwamba mimi nataka nifanye mambo haya kwa ajili yangu mimi mwenyewe, sio kwa sababu rafiki yangu hajafanya. Unaona, sio kwa sababu uh, mbona mshikaji wangu nini hajafanya. Hapana, unaona, ni mshikaji wako ndio, lakini you never know, kila mtu ana pathway yake ya maisha. Eh, usije uka, ukaingia kwenye hiyo trap aisee. Inaumizaga sana hiyo trap, inaumizaga, usije ukaingia kwenye hiyo trap. Usije ukaingia kwenye hiyo trap. Basi ndio hivyo, mimi nimemaliza, nikwa na hapa tu ushauri <laughs>